Kwa jina anaitwa Joseph Kuruagiki, ni mwenyekiti wa kijiji cha Itilima kwanza na, nasikitika kupokea tukio lilotukia jana hapa Itilima e, tumepata tukio la kuua watoto wawili, kwa jina mwingine anaitwa Nestory Henry ambaye ni mtoto anasoma darasa la kidato cha pili mwingine anaitwa Mashigina Juma ambaye hasomi. Watoto hao wameuawa majira wamewawa majira ya kutatanisha Jumamosi usiku. Ma, tukio hilo limejulikana majira ya saa ma, ma, ma, saa sita usiku baada ya kijana mmoja kutoka Mwankinga ambao ni mwanafamilia wa hapa kuja kuangalia magunia yake hapa kwa bibi yake, maana bibi yake naye ya ameugua, kabidi aende matibabu kwa binti yake ya Mwankinga. Alipofika maeneo ya nyumba hii ambao ni kwao eh, alifungua geti baada ya kuingia ndani akukuta aku vijana yote yule, akaamua yeye aende kuwatafuta maeneo ya senta, kaulizia hakufanikiwa kuwapata yatima. Baadaye akaenda kwa, ba, kwa, ba, kwa, ba, kwa mama yake mashariki huko kuulizia, naye akapata taarifa kwamba hawajafika. Kufikia muda wa saa nne akaamua tu kuja moja kwa moja nyumbani kufungua tena geti akakutana na harufu ambayo ilimtisha na akaamua kuvunja kufuli e, kusudi angalie kuna nini e, akakutana, alipovunja kufuli akafanikiwa kuingia na kukutana na samaki alikuwa wamewekwa pale chini pa, kwenye sufuria wengine alikuwa chini. Baada ya kuingia chumbani alikuta hali ambayo sio shwari, akamwona mmoja amekufa, magunia hayapo, yalikuwepo magunia kumi na tano ndani e, akaamua kuingia tena upande wa pili akakuta kijana mwingine ambaye ni, ni, ni Mashigina naye amekufa kwa kupigwa na twangio la, la, la, la mahindi. Majina anaitwa Alex Zuye Doto, ni mmoja wapo wa wanafamilia wa tukio hilo liotokea siku ya Ijumaa. Mimi kama kaka yao nimehuzunika sana na tukio hilo. Wameuawa kwa sababu ya magunia yaliyokuwemo ndani, magunia ya mpunga yaliyokuwa kumi na tano ndio kilichosababisha wadogo zangu wauawe kwa sababu yale majunia. Na aliyehusika na hili tukio ni mojawapo ya familia, ni kaka yao Tuju Henry aliyehusika na tukio ni kaka yao, ni kaka yao, yani mtoto wa mama yao mkubwa. Pia hiyo anahusika kwa wizi, ishakatokea kuiba kwa bibi yake mdogo na kadhalika. Matukio haya anahusika nayo mara kwa mara. Sisi kama ndugu, kabla ya kutokea hili tukio, tulijaribu ku kumchukulia sheria na hatua za kiundugu na kuadhibiwa na wanafamilia haikutosha, aliendelea. Pia aliadhibiwa katika kijiji cha Mwankinga, walienda kumkamata akaadhibiwa, ilikuwa na tabia yake. Sisi kama familia tuna mpango, tuja tukae familia kwa ujumla, tujaribu tunafanyaje ili kujistili sisi wote. Sisi kama ndugu kama mnavyoona hapa, waandishi wa habari, tunaangalia namna ya kwamba tunafanyaje.